Mishna wa kodi lazima we nji kuanzia sasa, kwa sababu upotevu wa kodi lazima utakuwa unasimamiwa na yeye. wanatiadi masamaki, simamisha kazi. IGP, kamata huyu, ashiriki kwenye uchunguzi huu mpaka itakapothibitika na mwenyekiti wa bodi, kwa sababu iko chini mamwenyekiti wa bodi, mwenyekiti wa bodi apewe taarifa poridhika, tunaweza kumrudishia mwenyekiti wa bodi hiyo. Kwa sasa lazima awe nje ya utumishi ili uchunguzi uendelee, na usikie kwenye uchunguzi, na asaidie jeshi la polisi. Habibu Mponesia custom service center pale akamatwe, paspoti yake ikamatwe, na achunguze na mali alizonazo, ambazo tunahisi zinatokana na kazi anayofanya ya kuvuruga. Kamishna mkuu wa TRA pande kitengo cha ICT <coughs> lazima dhibitiwe kitengo inu. ICT ndio hasa kile ambacho kinapitisha mizigo yote na kinatambua hayo makontena tia leo hamna taarifa pia, bandari wanazo taarifa, kwa hiyo mtashirikiana kutambua hari. Mishiari Omari ni miongoni mwa watu ambao wanataka wao nje, kazi iendelee vizuri, ili kamishna upate ushahidi na uweze kutua. Lakini chaji wa ICD hasa hiyo ICD ambayo inaia matuzo mengi, huyu Eliachi Mrembo naye akamati asaidia jeshi la polisi kutambua marazo yote. hawa wafuatao waondolewe kwenye station hizo wapelekwe mikoani. Wa kwanza ni Angetile Mtafia, Anangisi Mtafia, Msajigwa Mwandegele, Robert Nyoni. Wahamishwe kwenye vitengo vyao wapelekwe mikoani wafanya kazi zao kule. Masebo kamishina msaidizi, wewe uwe makini Msaidia kamishna wako mkuu kwenda kuacha ili ufanye kazi na kamishna mkuu. Hakikishe issues hizi zinapatikana, na hizi fedha, haya makontena yote mia tatu arobaini na tisa yanayosadikiwa kwa na thamani zaidi ya bilioni 80. Lazima tujue ni ya mfanyabiashara gani na mchukua hatua kwa mfanyabiashara huyu kabla sisi hatujaanza kupata taarifa kutoka kwa na, nawacha tu kamishna na wewe kamishina msaidizi ili mfanye kazi hii close na Jeshi la Polisi. Katibu mkuu hazina, niletee watu wa e government, kwa sababu system yote hapa ni computerized wasikusio na kundi ambayo linaweza kutempa. Kuanzia leo na kompyuta wote nao naowataja wao, mikononi ya IGP na uchunguzi uanze mara moja. Wizara ya fedha e government lazima ije hapa ipite kila stage kutoka bandarini na takwimu zote na sehemu zote ambazo ziko computerized muone mm, njia zote mpaka kwenye zile ICD na wale mchajizi wetu wa TRA walio kwenye zile ICD ambao na pia nao wanashiriki katika kupopesha isiingia ICD, mm, hatuwezi kuvumilia nchi inapoteza mapato makubwa. Tuna wajanja wajanja tunao. Yani, serikali tumewapa dhamana wafanye kazi yao vizuri, hakuna kazi wanaifanya.